Wanafunzi, tumjenge kiakili, tumjenge kihisia, tumjenge kijamii, tumjenge na yote, tunapanda naye, tusibaki kule tu kwenye mitihani, kwenye maswali na majibu kule kule mwishoni, hatuwasaidii watoto. Tayari alishafika mwisho. Sasa hivi, hii miezi miwili, hata kama utampa mitihani ya kiasi gani, lakini hukumjenga kijamii hukumjenga kihisia hukumjenga kiakili hukumjenga pote, kufu hapa miezi mbili unakuja kumsaidiaje mtoto? Lakini kumbe tungeanza naye chini, angejenga socialization na mwalimu, lakini pia mtoto huyu angekuwa na uwezo wa kusema mwalimu, mimi hili silijui lakini tukienda na zile staili ambazo tunaingia nazo darasani, mada kuu, mada ndogo, fungua daftari, kumi ya kumi sifuri ya kumi na masikio juu, unamaliza unafunika daftari, hujamsaidia mtoto. Sio kweli kwamba amepata sifuri ya kumi, hana kitu kutoka nyumbani kuja shuleni, ni shule kwa majina. naitwa Madam Zulfa, natoka shule ya msingi Nyamuge A. Tumehudhuria katika mafunzo ya ya shule bora e, kama mtaaluma kwa upande wangu ni mafunzo mazuri, na ninaomba serikali iendelee na mradi huu, kwa sababu inatuwezesha sisi walimu kuwa na mafunzo endelevu ambayo yanatukumbusha mbinu mbalimbali tunazokuwa mbali tunasoma tuna huko chuoni e, kwa ajili ya kufundishia au kufikisha ufundishaji na ujifunzaji kwa